ni matembezi yes. napita tu area area area nikienda yes. hivyo hadi matungu Amo. hadi wapi matungu, hiyo shule ninaenda inaitwa St. Maurice Mwira. Hapo ndio tunaenda kama Shabiki, tuende tupeane matangi kumi na tano ya maji matangi Enia ilo, eria hiyo yeah. Ya matungu hiyo shule ya St. Maurice kipiana hapo matangi 15 hizo yeah. Izo shule zingine zote wataka kila mtu moja moja, kila shule moja moja. Shule ngapi yalitanga ya lita ngapi? You you bet responsibly. You bet responsibly yes. Very good. Nieleke, nieleke si mumepata mumepata, ni vuleke, niwapi kipiki kwanza.